Jijini Dar es Salaam, katika mitaa yenye pilikapilika ya Magomeni, alizaliwa msichana mmoja aliyekuwa tofauti na wengine. Alikuwa na ngozi laini yenye rangi ya maziwa na macho yaliyong'aa kama almasi. Jina lake lilikuwa Neema, lakini kwa familia yake hakuwa baraka, bali mzigo. Baba yake Victor alikuwa mfanyabiashara wa kati mwenye duka la jumla sokoni. Alikuwa mtu wa msimamo mkali, aliyeamini katika kutawala familia yake kwa mkono wa chuma. Mama yake Neema Anna alifariki dunia alipokuwa na umri wa miaka miwili, na muda si mrefu Victor alioa mwanamke mwingine aitwaye Beatrice. Harusi hiyo ilimpa matumaini Neema kuwa angempata mama wa pili ambaye angemjali, lakini hakujua kuwa ndoa hiyo ilikuwa mwanzo wa machungu makubwa katika maisha yake. Muda mfupi baada ya ndoa hiyo Beatrice alijaliwa kupata mtoto wake wa kwanza, msichana aitwaye Lisa. Kutoka siku ya kwanza Lisa alikuwa kipenzi cha familia, akiogeshwa kwa mapenzi na malezi mazuri. Wakati Lisa akipatiwa nguo mpya kila msimu, Neema alivaa zile zilizochoka nyumbani kwao. Kulikuwa na meza kubwa ya mninga ambayo familia ilikalia wakati wa chakula. Lakini Neema hakuwa sehemu ya meza hiyo. Wewe, kula jikoni. Beatrice alimtupia jicho la dharau kila mara. Baba yake hakupinga. Usituletee mikosi kula huko. Hakukuwa na maelezo ya dhahiri kwa nini walimchukia, lakini Neema alihisi kuwa sababu kuu ilikuwa ngozi yake. Aliambiwa mara nyingi kuwa alikuwa wa ajabu inaye alileta mikosi. Kila siku alianza kwa kazi ngumu kusafisha nyumba, kufua nguo, kupika na kutumwa sokoni. Huku Lisa akipewa fursa ya kusoma na kucheza, Neema alikuwa mtumwa wa familia yake mwenyewe. Wakati wa kwenda shule, hali haikuwa tofauti. Lisa alipatiwa sare mpya, viatu vya kisasa na begi la kisasa. Neema alivaa sare zilizochakaa, viatu vilivyokatika na daftari zilizojaa kurasa zilizongolewa, lakini hakukata tamaa. Usiku alisoma kwa mwanga hafifu wa mshumaa, akitumia vitabu vya Lisa vilivyochakaa. Alitamani sana kuondoka kwenye maisha ya mateso na njia pekee aliyoiamini ilikuwa elimu. Mwalimu wake shuleni Bi Jane aliona hali ya Neema na alihisi huruma. Mara kwa mara alimuuliza kwa nini alikosa masomo, lakini Neema alikwepa kujibu. Alijua kuwa hata akilalamika hakuna mtu angeweza kumsaidia. Lakini siku moja Bi Jane aliamua kwenda nyumbani kwa Neema kuzungumza na baba yake. Victor, mtoto wako anafanya vizuri shuleni lakini anapoteza vipindi vingi. Kuna tatizo. Aliuliza mwalimu kwa sauti ya heshima. Victor alimwangalia kwa jicho la dharau. Huyo wewe mwache tu. Msiingilie malezi yangu. Sioni faida yoyote ya kumpeleka shule, lakini sikubali usumbufu. Kama hana kazi ya kufanya, atafute. Kuna watoto wangapi wanateseka? Hiyo ni bahati yake mbaya. Mwalimu aliondoka akiwa na huzuni, lakini Neema alijua kuwa hakukuwa na wa kumtetea. Tumaini halizimi. Licha ya kila kitu, Neema hakukata tamaa. Alisoma kwa bidii na mwishowe alifanya mtihani wa darasa la saba pamoja na Lisa. Siku ya matokeo shuleni kulikuwa na furaha kubwa. Wanafunzi walikuwa wakishangilia, wengine wakilia kwa furaha, wengine kwa huzuni. Mwalimu alitangaza matokeo, "Neema, umefaulu kwa daraja la kwanza." Neema alihisi machozi yakibubujika, ilikuwa ndoto yake, uthibitisho kwamba hakuwa bure. "Lisa, umefaulu pia." kwa mara ya kwanza, Neema alifikiri labda siku zake za mateso zimefika mwisho. Alifikiria baba yake angeshangilia, mama yake wa kambo angebadilika, lakini kilichotokea kilikuwa tofauti kabisa. Lisa alipelekwa kwenye shule ya gharama kubwa, Neema aliachwa nyumbani akiwa mtumwa wa familia kama kawaida. shule si yako, Beatrice alimtazama kwa dharau, utakaa hapa na kusaidia kazi za nyumbani. Victor alimtazama kwa macho makali, na usije ukafikiria lolote. Maisha yako yatabaki hapa. Hapo ndipo Neema aligundua ukweli mchungu katika nyumba aliyozaliwa hakuwa sehemu ya familia. Alijua maisha haya hayakuwa ya haki lakini alikuwa hana msaada. Baba yake hakuwa na huruma hata kidogo. Wakati mwingine aliitwa ili kusaidia kubeba mizigo kwenye duka lake sokoni. Alipobeba gunia zito la mchele au sukari, mwili wake mdogo ulitatizika, lakini hakukuwa na nafasi ya kulalamika. Usiku alilala akiwa na maumivu ya mwili na moyo, akijiuliza ni kwa nini alizaliwa kwenye familia ambayo haikumpenda. Siku moja Beatrice alimtuma Neema sokoni mapema asubuhi. na usirudi bila kila kitu nilichoorodhesha hapa, alimtupia karatasi kwa dharau. Soko la Magomeni lilikuwa na pilika nyingi, watu wakinunua na kuuza sauti za wauzaji zikipaza juu ya kelele za magari na bodaboda zilizokuwa zikikatiza mitaa iliyojaa vumbi. Neema alitembea kwa haraka, akijaribu kununua mahitaji haraka ili asichelewe kurudi nyumbani. Lakini alipokuwa akijaribu kuvuka barabara, mkoba mdogo wa ngozi ulianguka mbele yake. Aliuinua haraka, akigeuka kuona mtu aliyekuwa ameupoteza. Mbele yake alisimama kijana mmoja mrefu, mwenye ngozi nyeupe kama chaki na macho ya samawati. Alikuwa akivaa shati jepesi la buluu na suruali za kawaida. "Oh, asante sana," kijana yule alisema kwa Kiswahili kibovu, akichukua mkoba wake. Neema alitazama kwa mshangao; ilikuwa mara yake ya kwanza kumwona mzungu akizungumza Kiswahili, hata kama kilikuwa cha kubabaika. "Unajua Kiswahili?" aliuliza kwa aibu. Kijana huyo alitabasamu. "Ndiyo, kidogo. Jina langu ni David. Na wewe? Mimi naitwa Neema alijibu kwa sauti ya chini. David alimtazama kwa muda mfupi, kisha akagundua kitu. Mbona unakaa kama mtu mwenye huzuni? Neema alishusha pumzi. Hakujua kama angeweza kumweleza mgeni huyu kuhusu maisha yake ya mateso. Ni hadithi ndefu, alijibu. David alimsikiliza kwa makini. Mimi nafanya kazi katika shirika la misaada kwa watoto wanaopitia hali ngumu kama wewe. Labda naweza kusaidia. Neema alimtazama kwa mashaka. Alikuwa na wasiwasi. Maisha yamemfundisha kuwa hakuna mtu anayemsaidia bure. Nashukuru, alisema kwa sauti ya chini. Lakini siwezi. Baba yangu ataniua. David alitabasamu kwa upole. Sawa, lakini nikiona unahitaji msaada nitakuwa hapa sokoni mara nyingi. Usisite kuja. Neema alisita, lakini kwa mara ya kwanza alihisi kuna mtu anayejali. Aliaga na kurudi nyumbani akiwa na mawazo mengi. Alipofika nyumbani, tayari Beatrice alikuwa na uso wa hasira. Kwa nini umechelewa? Kulikuwa na foleni sokoni, Neema alijibu kwa sauti ya chini. Usitulete visingizio Unataka kuanza kuwa mjanja? Beatrice alichukua kijiti na kumpiga mgongoni. Neema alijikunja kwa maumivu, machozi yakimtiririka kimya. Baba yake aliingia sebuleni. Kama unaona unateseka sana hapa, nenda ukaishi mitaani, hakuna anayekulazimisha kubaki. Maneno hayo yalichoma moyo wa Neema kama moto. Hakuwa na mahali pa kwenda Hakuwa na mtu wa kumkimbilia, lakini sasa alijua jambo moja: hangeweza kuishi hivi milele. Alipaswa kufanya kitu kubadili maisha yake. Usiku huo alikumbuka maneno ya David, nafanya kazi kwenye shirika la misaada kwa watoto wanaopitia hali ngumu kama wewe. Je, alimaanisha kweli? Je, kuna njia ya kutoka kwenye mateso haya? Ni alilala akifikiria, moyo wake ukiwa umejawa na tumaini dogo. Lakini je, familia yake ingeruhusu? Sehemu ya pili inakuja hivi karibuni.